Balozi wa Kiswahili amejitoma tena mjini Vika kuweza kuikweza hadhi ya Kiswahili. Leo basi ako na wazalendo kindakindaki, ambao pia wanajishughulisha katika kuikweza hadhi ya Kiswahili. Kaka huyu ni MC Frinary, balozi wa Kiswahili. Jina lako tafadhali? Naitwa Ben, naitwa Ben. Ha, ha, kakangu, hapo pia naitwa nani? Derek. Derek, asanteni sana wazalendo kindakindaki basi kwa uchache tu ningependa uweze tuweze kufanya hesabu pamoja kwa lugha ya Kiswahili. Ningependa kufanya hesabu kwa lugha ya Kiswahili? Ya, tunaweza jaribu. Unajua sisi hatuelewi sana Kiswahili. Ah, Kiswahili rahisi kaka kama kumsukumia mlevi mtaroni basi ningependa kwanza hebu zidisha tano mara tano. Tano mara tano. E zidisha tano mara tano. Ishirini na tano. Kweli? zidisha tano mara tano <laughs> <maratano. laughs> Kakangu ameniambia amenisukuma ananiambia songa 25. Songa, eh? Hivyo kuzidisha ni kufanya nini? Time. Kwa kimombo. Time times. Aha, haya basi, ebu gawa gawa kumi mara tano. It's about to go down. Mm, yeah. This sauce is love Naona nyinyi ni mnaelewa hisabati sana. Basi kwa ufupi tu, kakangu, niambie kifungu cha kwanza cha wimbo wa taifa kwa Kiswahili. Ndio, jaribu tu. Mungu hey, hey, nguvu yetu ilete baraka kwetu. Continue. Haki engao na mlinzi <laughs> Tuone huyu kifungu cha kwanza cha wimbo wa taifa kwa Kiswahili. Wimbo wa taifa. Mm. E Mungu nguvu yetu, imetosha, hivyo siwezi kuendelea. Hebu tuone kakangu ajaribu. Ee Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu, haki iwe ngao na mlinzi. Hey, <laughs> Na tukae na undugu, amani na uhuru, God, atupate na ustawi. Anaona hey, ni mabingwa wa Kiswahili pia ni wazalendo, wazalendo kindakindaki wa taifa la Kenya, wanakielewa Kiswahili, hasa wimbo wa taifa. Aya, basi nikimalizia malizia kakangu hapa, hivi ulivyo masikioni vinaitwaje? uh, yeah, okay. Kiswahili si kigumu kaka. Ndiyo maana balozi wa Kiswahili yuko hapa akuonyeshe Kiswahili ni rahisi. Hivi vinaitwa vidude vya masikioni. Hebu sema vidude vya masikio kabisa, vidude vya masikioni. Aa, basi sisi kwa pamoja, ningependa mtu weze kuambia Wakenya, Kiswahili kitukuzwe kisifukuzwe. Kwa kauli moja, sisi sote, Kiswahili kitukuzwe kisifukuzwe! Twende sisi sote, Kiswahili kitukuzwe kisifukuzwe!